Kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wa matokeo, mfumo ambao kila mmoja anaweza akajisajili mtandaoni moja kwa moja bila shida yoyote. Cha kwanza, wewe anatakiwa tuandike faulinki.com kwenye browser zako yote, le unaweza ukatumia Chrome, unaweza ukatumia Mozilla, unaweza ukatumia Firefox, unaweza ukatumia Opera mini unaweza ukatumia google tu kawaida, kwa utaingiza tu uta, utaandika faulink.com kama unavyoona hapa, then utapiga enter. Ukishapiga enter, unakutana na kiwanda cha mifumo hiki hapa. Ni kiwanda cha mifumo, mifumo tofauti tofauti, kila mfumo unaohitaji utaupata kwenye faulink.com. Sasa kwenye mifumo yetu tulionayo, leo naenda tu kuelekeza namna ya kutumia mfumo wa matokeo Uta, utakuja tu uta, kwenye student results, kwa sababu wewe huna account, hujajisajili. Utaanza kujisajili kwanza, utarejista, utajirejista hapo, utajirejista kwa. Mimi jina langu ni Lapa kwa, nitaanza kujirejista, imeli yangu aya, imeli yangu ni ya po at gmail at gmail dot com kama unavyoona, lakini nitaweka password, nitakuja ku confirm password. Kwa hiyo ni nikiklik register, tayari hapa akaunti yangu imeshakuwa registered, registration successful. Kwa hapa nitalogin. Nikisha login nitaweka email yangu, nimeelekezwa niweke email kama username. Nitaweka pia password yangu, kwa tayari nitakuwa nimeshaingia kwenye mfumo wangu, mfumo wa matokeo. Kwa sasa hapa nitaweza kusajili darasa, nitaweza kusajili masomo nilionayo nitaweza kusajili wanafunzi nitaweza kuingiza masi nitaweza kupata matokeo lakini nitaweza kupata ripoti za wanafunzi lakini pia naweza ku edit information za ripoti kwa komi nitaanza sasa kusajili madarasa nilionayo kwa mfano nina form 1 huyo ni sekondari hapo darasa langu nitaweza, nitaweza kuliediti kwa kufuta kwa weza kuediti somo lenyewe au kufuta, lakini pia na form 2, lakini pia nina form 3, nina form 4. Kwa hiyo mpaka hapo nimeshamaliza kusajili madarasa niliyonayo, form 1, form 2 mpaka form 4. Naweza nikafuta somo, lakini pia naweza nikaediti somo. Narudi hapo home na kuja kusajili sasa masomo niliyonayo nayo. Hapo nilikuwa nasajili madarasa, nasajili masomo niliyonayo nayo. Kwa mfano ina somo la chemistry. Nasajili somo, ina somo la biology. Nina somo maybe na somo la biology hapo, na somo la Kiswahili na somo la physics. Nina somo la civics. Ya ko tuchukulia, mimi nina haya masomo matano kwao, ninaweza nika edit somo lolote na ninaweza nika delete. Narudi tena kwenye dashboard kama kawaida, nimeshasajili masomo, darasa, na kuja kusajili sasa au kuingiza wanafunzi hapa. Kwa mfano, ninaweza nikasajili wanafunzi wa kuimpoti kama na majina yangu nimeweka sehemu, nakuja tu kwenye hilo faili la majina yangu, nina ipoti hayo majina. Lakini hapa tuchukulie kwamba miasa nasajili wanafunzi kawaida. Sasa nasajili wanafunzi kawaida, seme form, huyu hapa nachagua darasa, huyu ni wa darasa gani? Form one. nakuja nasajili mwanafunzi mwingine nachagua darasa form one na nakuja nasajili mwanafunzi mwingine. Huyu ni seme labda ni form two. Nakuja usajili mwanafunzi mwingine huyo hapa ni form three. Nakuja usajili mwanafunzi mwingine huyo hapa ni form four. Kwa form 2 nimeweka wanafunzi wawili, form 2, form 3 na form 4 nimeweka mwanafunzi moja mmoja. Ya naweza nikaedit jina la mwanafunzi na kidato, lakini pia naweza nikadelete. Hapa unaweza uka export uka download hizi details ulizoziweka, uka download kwenda kwenye Excel au uka download kwenda kwenye PDF mfano naweza uka download kwenda kwenye PDF. Tuendelee kwanza. Okay, kwa hapo nimeshasajili wanafunzi. Wanafunzi wangu nimeshawasajili kama inavyoonekana hapo, shasajili wanafunzi. Sasa naenda kuingiza maksi, sasa za wanafunzi utakuwa unachagua darasa. Kwa mfano nataka nichague form 1 niingize alama za form 1 sekondari, naenda kwenye next, ninachagua darasa nataka niingize ni darasa gani, maybe chemistry. Ina ina ina display majina ya wanafunzi wa form one, ndio nayo, kama kawaida, kama unavyoona hapa lakini inawezekana na alama pia zipo. Nimesave sehemu, naweza nika upload kutoka kwenye faili langu kama unavyoona hapa. Kwa hapa niingize maybe hapa na themanini na tisa, huyo hapa na tisini, ana maybe ana sitini na saba na save. Ukishamaliza kuingiza marks zote una save save. Ukishamaliza kuingiza marks zote una save kama kaida. Ngoja turudi tena tuone kwa somo la chemistry, tuone je, alama zimeseviwa? Alama hizo hapo tulizoziingiza alama zipo, zimeseviwa zinaonekana kuna shida yote. Sasa mimi nataka niingize maybe alama hasa za form 1 hiyo hiyo form 1 lakini somo la biology. Napata majina yangu kama kawaida na save marks, una save kama kawaida. Kama unavyoona kwao, unaweza tu hasa kurudi kwenye kwenye kwadi maxi maybe hasa mi nataka niingize alama za form 2, za form 2, somo gani? Maybe civics. Kama kawaida, huyu hapa tulikuwa na mwanafunzi mmoja tu, kama unavyoona, naingiza masi, una save. Ukishamaliza kuingiza masi zote, una save. Ya okay. Kwa sasa hapo, unaweza umeshaingiza madarasa, umeingiza masomo, umeingiza wana, majina ya wanafunzi umeingiza masi. Kilichobaki sasa ni unaweza ukapata report. Sasa kwa mfano hapa, click hapo kuchagua darasa, labda form 1 upate matokeo, unapata matokeo kama kawaida ya wanafunzi wa form 1. Yameingia masomo mawili kwa form 1, biology na Chemistry kama unavyoona hapo, unapata jumla ya alama, unapata wasta, unapata GPA, unapata kila kitu. Kama unataka kupinti basi unapinti tu. hapa hivi matokeo ya kubandika form 1. Nataka maybe matokeo ya form 2. Form 2 niliingiza alama moja tu kwa mwanafunzi mmoja ko, kama kawaida nimepata matokeo yake kama unavyoona hapo Koo ni mfumo safi kabisa ambao hukuletea shida to. Lakini sasa aa, ni matokeo ya kubandika. Nataka salipoti ripoti za wanafunzi, na bonyeza hapo, nataka ripoti ya kidato gani ya form gani, na generate report. Tayari hapo nimeshapata ripoti ya mwanafunzi wangu, kama unaviona ripoti ya wanafunzi hapa, huyu kuna alama alizopata grade point sababu hajafikisha masomo saba, lakini kuna subject link hii hapa, ni wa kwanza kwenye hilo somo sababu somo, tumeingiza somo max za mwanafunzi mmoja, lakini kwenye biology pia huyo ni wa kwanza, tuingiza wanafunzi wawili, huyu ni wa pili. Kama unavyoona hapa hapa kuna class teacher remark, lakini pia kuna sahii na sahii ya mkuu wa shule moja kwa moja, class comment imekuja automatic kwamba amefeiri, anatakiwa improvement. Pia comment ya mkuu wa shule inaendana na comment ya mwalimu wa darasa. Lakini sasa huu mfumo ni mfumo mzuri sana, kwa sababu unakupa pia option ya wewe kuediti taarifa za ripoti yako zikaeji. Kwa mfano hapa, unataka unataka uedit ripoti niediti jina la shule kwa mfano, pale juu niandike jina la shule, huyo anaitwa Faustini Excel Master, Faustini Excel Master, faulink.com, aya moto, mifumo ya uhakika Address PO box faulink.com, faulink ah, email, email yetu ni hapa, namba simu hapa, kwa una update information ambazo zinaenda kutokea kwenye ripoti ya mwanafunzi mmoja mmoja ambazo zinaenda kutokea kwenye ripoti ya mwanafunzi moja moja. Kwa hiyo mimi nikija tu hapa kwenye ku generate report kama kawaida, napata Faustine SL master Faulink, mifumo ya uhakika kama kawaida. Kwa hiyo sasa, matokeo ya wanafunzi wangu yatakuwa na hizo detail zote kama unavyoona. Kwa sasa, kila mtu aliye login ana uwezo wa ku edit detail au information zile za matokeo yake akoje, lakini pia anaweza kupata taarifa tofauti tofauti. Asante sana kwa kutembelea faulink.com, asante sana kwa kusikiliza video hii. Karibu sana kwa huduma zingine kama vile mifumo ya uhasibu, mifumo ya matokeo kama hivi, mifumo ya mauzo, mifumo ya ratiba, mifumo ya mikopo na mifumo mingine. Subscribe kwenye mfumo wetu wa faulink.com, ili uweze kupata notification tofauti tofauti pindi tu mifumo mipya inapoingizwa kwenye chaneli. Lakini pia tufuatilie kwenye YouTube account yetu ambayo ni Faulink. Asante sana kwa kunisikiliza, karibu kwa video inayofuata. Asante sana.